Karibu tena kwenye Simulizi za Kweli, mahali pa kusikia historia ya kweli inayotikisa moyo na kufungua akili. Leo tunazungumzia moja ya vita vya kihistoria vilivyoacha alama kubwa Afrika Mashariki, Vita vya Majimaji. Vita vya Majimaji vilikuwa tukio kubwa sana Afrika Mashariki kati ya mwaka 1905 hadi 1907. Watu waliamka kupinga wakoloni wa Jerumani kwa ujasiri mkubwa. Jamii nyingi ziliungana ili kurudisha uhuru wao. Maasi haya yalikuwa moja ya mapambano makubwa kabisa barani Afrika dhidi ya utawala wa kikoloni wa wazungu. Jambo muhimu sana lilikuwa maji maalum yaliyoitwa maji, yaliyoaminika kuwa na nguvu za kiroho. Kiongozi Kinjekitile Ngwale ndiye aliyeleta maji haya, akisema yangeweza kubadilisha risasi za Wajerumani ziwe maji tu, zisiwaduru. Imani hii iliwapa watu tumaini kubwa na ujasiri na kuwaunganisha wapiganaji. Katika video hii tutashunguza vita vya Majimaji, sababu zake, matukio muhimu na athari zake za kudumu. Ni sehemu muhimu sana ya historia yetu. Ujerumani ilianzisha koloni lake Afrika Mashariki lililoitwa Afrika Mashariki ya Kijerumani, likijumuisha Tanzania ya leo, Rwanda na Burundi. Utawala wa Wajerumani ulianza mwishoni mwa miaka ya 1800, wakaleta mifumo mipya ya uongozi iliyovuruga mila za wenyeji. Kazi za shuruti zilikuwa za kawaida, waafrika wakilazimishwa kujenga barabara na reli na kufanya kazi kwenye mashamba makubwa chini ya mazingira magumu sana. Kodi kubwa kama kodi ya nyumba na kodi ya kichwa ziliwaletea watu shida za kiuchumi na kuwajaza chuki. Kulazimishwa kulima pamba kwa ajili ya kuuza nje kulisababisha upungufu wa chakula na kuongeza hamu ya kupinga. Vita vya Majimaji vilianza Julai 1905 katika milima ya Matumbi. Wa Matumbi ndio walikuwa wa kwanza kushambulia vituo vya Wajerumani, wakikataa kuchuma pamba. Maasi yalienea haraka sana na jamii nyingi zikajiunga. Kiongozi Kinjekitile Ngwale alitoa msingi wa kiroho kwa maasi haya, akigawa yale maji yaliyoaminika kuleta ulinzi. Wapiganaji waliamini yale maji yangefanya risasi za Wajerumani zisiwadhuru, jambo lililowapa ujasiri mwingi na kuwaunganisha. Imani ya maji ilienea kwa kasi, ikiunganisha makabila mbalimbali kama Wangoni, wa Makonde, wa Pogoro na Wabena dhidi ya ukandamizaji wa Wajerumani. Mwanzoni wapiganaji walipata ushindi wakishambulia ofisi za Wajerumani na mashamba yao. Kasi na ukubwa wa maasi haya mwanzoni viliwashtua sana Wajerumani. Ushindi wa kwanza wa waasi uliongeza nguvu ya mapambano. Wajerumani walijibu haraka na kwa ukatili mkubwa, Gavana Count Gustav Adolf von Götzen akiomba wanajeshi zaidi. Askari wa Kijerumani, wakiwa na bunduki za rashasha na bunduki za kisasa, walikuwa na nguvu zaidi vitani. Mapigano makali yalitokea, makabila kama Wangoni wakipigana kwa ushujaa, lakini wakapata hasara kubwa. Wajerumani walitumia mbinu ya teketeza kila kitu, wakachoma vijiji na kuharibu mazao. Hii ilisababisha njaa kali sana iliyoua watu wengi zaidi kuliko hata mapigano yenyewe. Hatimaye, vita vya Majimaji vilikandamizwa mwaka 1907 na watu wengi sana wakapoteza maisha. Mamia kwa maelfu ya watu walifariki, wengi wao kwa njaa na magonjwa yaliyotokana na ile njaa mbaya. Licha ya kushindwa, maasi haya yakawa alama kubwa ya upinzani dhidi ya dhuluma ya wakoloni. Vita hivi viliwatia moyo watu wa vizazi vilivyofuata na vikachangia sana katika harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika, ambayo baadaye ikaja kuwa Tanzania. Viongozi kama Julius Nyerere walitambua umuhimu wake kama dalili ya kwanza ya watu kujitambua kama taifa. Leo hii tunakumbuka na kuheshimu sadaka za wapiganaji wa Majimaji kwa ujasiri wao na imani yao katika uhuru mapambano yao yanaonyesha jinsi roho ya binadamu ilivyo na ustahimilivu na yanatuhimiza sisi sote kuthamini uhuru wetu na kupigania haki na usawa kwa wote. Kama umeguswa na historia hii, usisahau ku like, ku subscribe na kushare video hii ili wengine wapate kujifunza. Acha maoni yako hapa chini. Je, ungependa kusikia simulizi gani nyingine kutoka historia ya kweli ya Afrika?